Unavyomuona na kumchukulia aliyekutangulia, ndo hivyo hivyo unaonwa na kuchukuliwa na wale uliowaacha nyuma. Kwa hiyo, kama ukidhani kwamba hausaidiwi na hao waliokutangulia, ndo wanavyokudhania hivyo hivyo hao uliowatangulia na kuwaacha nyuma. Kama unavyoshindwa kuwashika mkono wanaokujia, ndo hivyo hivyo waliokutangulia wanavyoshindwa kukushika mkono. Inabidi ufahamu kwamba vipaumbele vya kipato na matumizi yake vinatofautiana kwa kila mtu kulingana na hatua za maendeleo yake, na kwa kuwa kila mtu ana safari yake ambayo haifanani na ya mtu mwingine, sio rahisi kujua sababu zilizoko nyuma ya maamuzi ya mtu pale anapoamua kukusaidia au anapokuambia kwamba hawezi kukusaidia kwa muda huo. Usipoweza kujiona kwa macho ya watu wengine na ukawaona wengine kwa macho yako, utaendelea sana kulaumu na kuhukumu, kwa sababu hautokaa uipate picha ya undani wa huyo mtu na hautokaa uheshimu maamuzi yake na mitazamo yake, kwa sababu haujaiona thamani ya hatua ya kila mtu kwenye safari yake mwenyewe. Unachokiona rahisi kwako ni ndoto kwa mtu mwingine na unachokiona kigumu kwa mtu mwingine kimesha kuwa historia. Heshimu maamuzi ya watu wengine kama vile unavyoheshimu hatua zako.